Msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo Alhamisi, juma la saba kipindi cha Pasaka mwaka C wa kanisa masomo ya leo. Somo la kwanza yanatoka katika kitabu cha matendo ya mitume sura ya 22 aya ya kumi na sura ya 23 aya ya 6 hadi ya kumi na moja. Na Injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 17 aya ya 20 hadi ya 26. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Yesu alisali akisema, wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa wewe ndiwe uliyenituma ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kuutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa msingi ulimwengu. Baba mwenye haki, ulimwengu haukukujua, lakini mimi nalikujua, na hao wamejua ya kuwa ndiwe uliye nituma. Nami naliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipa mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, ikiwa leo ni kumbukumbu kumbu ya Mtakatifu Bonifasi, katika masomo ya leo tunaalikwa kuendelea kutafakari kuhusu dhamira ya umoja. Katika somo la kwanza la kitabu cha Matendo ya Mitume tutasikia mafarakano kati ya Mafarisayo na Masadukayo, hasa pale wanapomshtaki Paulo, na katika somo la Injili tunaona ni mwishoni kabisa mwa sala ya kikuhani ambapo Yesu anasali kwa ajili ya umoja wa waamini wote. Siku mbili zilizotangulia tumeona akitumia mlengo wa umoja uliopo kati yake na Mungu Baba kueleza ni umoja wa namna gani ambao Wakristo tunapaswa kuwa nao, na hivi baada ya kuwaombea mitume wale 12 sasa anasali kwa ajili ya jumuiya yote ya waamini. Msisizo wake mkubwa katika umoja ni maisha ya upendo na kuhudumiana miongoni mwao. Katika somo hili, Yesu anasisitiza zaidi umoja kati yake na Baba kuwa kama ndio iwe sehemu na somo la kujifunza na mfano bora wa kujifunza kutokana na umoja huo. Umoja kati yake na Mungu Baba umemrudishia mwanadamu hadhi ya kuitwa mwana wa Mungu aliyoipoteza kwa kuishi katika utumwa wa dhambi. Umoja kati ya Kristo na Mungu Baba ni chanzo cha wokovu wetu. Obeshe kati ya Mafarisayo na Masadukayo ni matokeo ya kukosa umoja kati yao, japokuwa ya wote wanatoka katika taifa moja, lakini hawaelewani. Tofauti zao za kimtazamo na kiimani zinawatenganisha na matokeo yake yanaibuka mafarakano katika jamii nzima. Katika maandiko matakatifu siku ya leo, tutafakari mambo muhimu matatu upendo kama msingi katika maisha yetu, kuepukana na chuki na ubinafsi, na kulinda amani kama sehemu ya kudumisha umoja. Wapendwa katika Kristo, umoja wetu sio kama umoja watu tunaojitambulisha kwa nafasi fulani katika jamii zetu, kama vile tunaofanya kazi pamoja au wanafunzi tunaosoma pamoja au watu wa kabila moja au watu wa ukoo mmoja au watu wa dini moja au watu wa taifa moja. Umoja wetu ni umoja unaoongozwa na amri kuu ya mapendo. Tunaweza kuwa tunafanya kazi pamoja au tunaishi pamoja kama ukoo mmoja au ni wanafunzi tunaosoma pamoja, na mambo yote tunafanya pamoja, lakini siyo kwa umoja. Tunapoishi pamoja bila upendo, hapo ndipo tunapokosa umoja. Mtume Paulo anatupa mafundisho mengi hasa kuhusu upendo, kwamba katika maisha yetu tunaweza kufanya mambo mengi mazuri lakini kama hatuna upendo hayo yote yanakosa maana na tunakuwa si kitu mbele za Mungu. Tunasoma katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 13 aya ya kwanza mpaka ya 13. Msisitizo wa Mtume Paulo ni kwamba katika mambo yote tunayofanya ni lazima upendo uwe kipaumbele na he, ndiyo sababu hata Yesu pamoja na muungano wake na Mungu Baba anasukumwa na upendo na kukubali mapenzi ya Mungu yatimizwe kwa kumwaga damu yake msalabani kama tunavyosoma katika Injili ya Luka, sura ya 22 aya ya 42. Umoja unadumu katika jamii isiyo na chuki na mafarakano. Mfano wa mafarakano kati ya Mafarisayo na Masadukayo kuhusu jambo la ufufuko ni mfano wazi. Jamii zetu kwa sasa zina vikundi vingi vinavyojitambulisha kama vikundi vya umoja kwa ajili ya kusaidiana katika shida mbalimbali, lakini wakati mwingine vikundi hivi ambavyo miongoni mwetu wa Kristo tupo katika vikundi hivi, tunaondoa lile lengo msingi la kusaidiana, na hasa tunapoangalia masuala yetu binafsi na kutokuwajibika kwa kukiuka makubaliano na matokeo yake inakuwa ni sehemu ya kudhalilishana na kusababisha fedheha kwa ku watu wengine. Tunajikuta kusimamia zaidi sheria za kikundi na zaidi tunasahau sheria muhimu zaidi, sheria ya upendo ambayo katika mafundisho ya Kanisa ni amri kuu kuliko zote. Ndugu zangu wa Kristo, wa Wakristo ni wahubiri na watangazaji wa upendo wa Mungu ambao unadhihirika kwetu katika maisha yetu ya kila siku. Na hivi chuki na mafarakano sio lugha yetu kama Wakristo, bali lugha yetu kuu ni upendo. Mbali na mafarakano katika maisha yetu ya kila siku, katika kuishi kwetu pamoja, tuatawaliwa zaidi na ubinafsi. Sasa hivi tunaishi katika ulimwengu wa changu ni changu na chako ni changu. Hata kama tunaishi kwenye jamii yenye wahitaji mbalimbali, kila mtu anaangalia maslahi yake binafsi. Rushwa na ufisadi imekuwa na sehemu ya maisha, ukandamizaji na udhalilishaji umekuwa na sehemu ya maisha. Sasa hivi hakuna tena mazungumzo ya pamoja, hakuna tena kusikilizana, na hasa pale inapotokea kuna utofauti wa hali za kiuchumi katika watu wanaoishi pamoja. Pengine tumewafanya watu wengine wasione thamani ya utu wao. Ubinafsi umeingia hata katika familia zetu, na hivi kila mtu katika familia anavutia upande wake hakuna tena kujaliana. Leo tunaalikwa kuishi katika umoja, na umoja huo iwe katika nyanja zote za maisha. Tunaalikwa si tu kuishi pamoja, bali pia kuishi kwa umoja, tukizungumza lugha moja inayoeleweka na watu wote, bila kujali kabila, dini, utaifa, mitazamo na mengine mengi, yaani lugha ile ya upendo. Tunaalikwa kuwa watu wa kuleta mapatano kwa kuwa Kristo kwa damu yake msalabani ametupatanisha na Mungu Baba. Kwa nafasi yetu kama Wakristo, lugha yetu sio chuki, wala siyo mafarakano, wala sio masengenyo, bali ni upendo na mapatano. Tuungane kutafakari na kusali pamoja na Mtakatifu Francisco wa Asizi anayemuomba Mwenyezi Mungu amfanye kuwa chombo cha Nina kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Iliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Zakaria Nyembeki wa Shirika la Wamisionari wa Damu Mtakatifu da ya Yesu kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari del Buffalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo.